Leo hii mheshimiwa jaji mkuu na waheshimiwa wananchi, ukienda hospitali zaidi ya asilimia 60 tunatibiwa kisaikolojia. Unakwenda hospitali, hupewi dawa, lakini unaambiwa tu, nenda kafanye mazoezi na furaha yetu. Baadhi yetu ukiambiwa na mwenzako kafanye mazoezi, unaona hapana, sio sahihi lakini akikwambia daktari, usipofanya mazoezi baada ya muda mchache utaondoka hapa, unafikiria nikiondoka nitakavyo viacha itakwaje? Kwa hiyo hii, mheshimiwa jaji mkuu, umetusaidia sana kwa kweli kufanya mazoezi, tunakushukuru sana. Asanteni sana waandalizi kwa jambo hili zuri <laughs> nitoe wito kwa wananchi wote wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla kuendeleza tabia hii na isiwe tu wakati wa shughuli za mahakama na maeneo mengine, lakini uwe ni utamaduni wetu wa kushirikiana. Angalau dakika 30 kwa siku uweze kufanya mazoezi. Usipofanya mazoezi athari yake utaweza kuiona siku ukipata tatizo. Ni vyema tusisubiri tatizo, tuendelee kufanya mazoezi ili tuhakikishe kwamba afya zetu muda wote ziko imara. Kwa kawaida, pengine nisingekuja hapa leo nisingetoka kwenye mazoezi, lakini mmenisaidia, nami nimepata kufanya kidogo, alhamdulillah. Kila mtu akiondoka akajipime uzito wake halafu amuulize daktari, kimo changu na uzito wangu natakiwa kuwa na kilo ngapi? Ukiona umezidi, fuata ushauri wa daktari. Ukiona umepungua, pia fuata ushauri wa daktari. Lakini naona wengi watakuwa wamezidi kuliko kupungua. Chakula chetu tuangalie, kwenye chakula chetu tunachokula tuwe na tahadhari katika chakula wenzetu wa wa, wa wa nutrition hawa huwa wanatuelekeza vizuri sana, ili tule vizuri na tule chakula ambacho kinatija vizuri zaidi. Saa nyingine ukikosa kula mlo mzuri unaweza ukapata hiyo athari ambayo tuna- tunaizungumza. Utashindwa hata kujihami wewe mwenyewe, hata kukimbia saa nyingine utashindwa. Hata mtoto wako ndani akikimbia utashindwa hata kum- kumfukuza lakini naamini kwa mazingira haya, mashehe wetu wapo hapa, kadhi mkuu yuko hapa, na waalimu wengi wa madarasa mbalimbali, tupeleke taaluma hii ya mazoezi katika jamii ili ieleweke vizuri na kila mmoja aweze kufanya mazoezi kwa namna yake.